Kagangania kupita pale na matokeo yake akashindwa. Ni mechi ambayo kwa kweli imeanza kwa presha kwa timu zote mbili, baada ya Simba kuanza kulisaka malango dakika za mapema mapema. Naona Mtibwa na wenyewe sasa wanarudisha, wana majibu. Cheza huku sasa, pembeni kabisa, anadafta Muhamed Hussein Mhamed ingiza go! Goli zuri kabisa. Kama nakumbuka dakika za mwanzo mwanzo kabisa, Shabalala alipiga Kosi moja ikatolewa na Henry Joseph, lakini safari hii amenyanyua uh, juu kidogo, na kumkuta Hamisi uh, Kiiza Diego na kuiandikia Simba goli la kwanza moja. Kati ya goli zuri kabisa ambalo nadhani Mtibwa alikuwa hajajiandaa kupokea uh, shambulizi la namna hiyo. nogei ni Hamisi Friday Kiza anarejea tena kwanza kuonyesha makali yake. Uliingizwa mpira mmoja na Muhamedi Huseni Muhamedi akagonga kichwa mbele ya beki Salimu Abdallah Mbonde, ulianzia kwa Ibrahimu ajibu Migomba, kaingizwa ile cross moja wakati Mtibwa anajiandaa na kusikiliza nini cha kufanya, kagongwa kichwa na Hamisi Friday Kizza na kutua katika wavu Simba moja.